Katika eneo bunge la Njoro, kaunti ya Nakuru, familia za wanafunzi zaidi ya elfu kumi wana kila sababu ya kutabasamu. Hii ni baada ya wanafunzi hao kupata ufadhili wa masomo kupitia hazina ya ustawi wa maeneo bunge NGCDF. Na kwanza ni kuwashukuru wote. Leo ni siku yetu ya maana sana Joro Constituency, sababu hii ni ile siku ambayo tumeweza kutenga pesa zaidi ya 70 milioni 70 million Kenya shillings sababu ya masomo tofauti tofauti, na leo hii pia unaona tumepeleka zile tunaitanga short courses na tuko wale watoto tuna na pia mashule ya boarding, kuna kuna day schools, kuna colleges, kuna universities, tuko pia na TVET yetu hapa Njoro constituency. Mbunge wa Njoro Charity Kadhambi akidokeza kuwa lengo kuu la serikali ya kaunti ya Nakuru ni kuwaelimisha watoto kutoka kaunti hiyo ili kuhakikisha wanasaidia jamii siku za usoni. Sasa yetu tumeweka masomo kwanza, sababu tunajua wakati ule tumeweza kusomesha mtoto ama tumeweza kuempower youth ama mama ama mzee inatusaidia yule atarudi tena mashinani kujisaidia. Sasa leo hii tumefurahia sana sababu tunajua walimu wengi na mashule mingi wanaenda kupata na wengi wamepata pesa za wale watoto ambao tumeweza kutengea hizo pesa, na ndio maana unakuta leo hii tumeungana constituency mzima hii, ndio ile biggest population. Tumeweza kupea pesa mingi sana za bursaries 14 million. mara nyingi tunapeananga 10 8 to 10 to million. Aidha, Charity aliongeza kuwa wanafunzi waliopata ufadhili huo wametoka kwenye familia zisizojiweza na serikali ya kaunti imejitolea kuhakikisha kuwa wanafunzi kutoka familia hizo wanapata elimu. Kati ya constituencies 290, Njoro constituency iko na population kubwa sana na niko na mashule mengi sana na sahizi vile kuna challenges mingi Kenya mzima. Wazazi wetu wengi wamepitia challenge mingi sana na ndio maana tukaonelea tuhakikishe watoto wale hawajiwezi wajitokeleze. Na pia ninashukuru sana wakati huu ndio tumeweza p pia kusaidiwa kupata watoto wengi sana pia wale walemavu wale tunaitanga special people, na pia wale watoto mayatima, pia wengi wameweza kufaidika siku ya leo. Aida ameonekana kutetea utendakazi wa hazina ya NG-CDF kwenye kaunti licha ya changamoto zinazoikumba. Pale watu walikuwa wanafutania hizi pesa yetu ya CDF, lakini ukitembea Kenya Kenya mzima yote utakuta kazi ile imefanyika na CDF ni kubwa sana, na na na na tumeweza kupitia challenges sana sana sana. Hii pesa pesa ingekuwa imefaidi watu by January February March hapo, lakini lakini kumeweza pia pia kuwa kuwa na delay delay kubwa kubwa, na pia Minister of Treasury kidogo kulikuwa na delay kubwa sana. Lakini tunataka tushukuru sababu sasa hii pesa imeanza kuwa disbursed, ndio maana unaona constituency yangu saizi. Apart from hii project tunaona hapa niko na pro project zingine zaidi ya 40 zile zinaendelea na pia zingine zile ziko complete. Sasa yetu saa hii ni kuchapa kazi. Mary Kyalo, makala ya elimu na Undugu.